hiyo ni habari kwenye gazeti lako la nipashe kwenye kurasa wa mbele inasema askari magereza akamatwa tuhuma za kumuua mkewe lakini bado kuna habari inayosema fedha za maadhimisho ya ukimwi zabadilishwa matumizi ya serikalini fedha za maadhimisho ya ukimwi zabadilishwa matumizi serikalini lakini vurugu za oktoba 29 jaji Chande hakuna atakayekwepa tume asema ni ya kisheria na ina mamlaka eh, kumwita yoyote kumhoji. Kila kundi litafikiwa, ataja mambo sita yameanza kuchunguzwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kura Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini Chadema yaingiwa hofu kinachojiri kwa Tundu Lissu gerezani na rais Samia kuzungumza na wazee leo Dar es Salaam. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kura Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini korti yakataa eh, kufuta kesi ya fidia, ghorofa lililoanguka Kariakoo. Korti ikakataa kufuta kesi ya fidia. Ghorofa lililoanguka Kariakoo. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, tuangazie sasa kwenye gazeti la Mwananchi. Gazeti la Mwananchi linaanza na habari inayosema, eh, kwa nini Askofu Gwajima? Lakini tunajua mnachotaka. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi linasema tunajua mnachotaka. Hiyo ni tume ya Jaji Chande ikisisitiza uwazi, yataka ipimwe kwa matokeo ya tada ya kuchunguzwa sakata la Oktoba 29. Wananchi, vyama vya siasa kufikiwa, lakini macho kwa Rais Samia na wazee, Dar es Salaam leo. Lakini vigogo wafyekwa umeya CCM, sura mpya za chomoza. E, vigogo wafyekwa umeya CCM, sura mpya za chomoza. Lakini hukumu ya kesi rasilimali kuamua hatima ya Chadema. hukumu ya kesi ya rasilimali kuamua hatima ya Chadema. Yule habari inaendelea ukurasa wa tano kwenye gazeti lako la Mwananchi. Ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana gazeti la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako la habari leo lenye linaanza na habari inaosema Rais Samia kuhutubia taifa leo. Yule habari inaendelea ukurasa wa nne. Lakini mahakama yatupia E, pinga bizi la wamiliki wa maghorofa Kariako. Hiyo ni habari kurasa wa pili. Lakini tume msitupime kabla ya kazi e. Hiyo ni tume yasema msitupime kabla ya kazi e. Jaji Chande ahidi wazi uadilifu na ripoti hadharani, lakini asema ataf, e, atafichwa atakayetajwa e, kuhusika, lakini awaita wadau kushirikiana na tume. Hiyo ni habari kwenye gazeti la habari leo kwenye kurasa wa mbele lakini JK aguswa na mtoto eh, wa boda boda e, eh, kung'ara yudizim. JK aguswa na mtoto wa boda boda kung'ara judism. Lakini serikali yataka ubunifu fedha za ukimwi e, eh, serikali yataka ubunifu fedha za ukimwi, hiyo ni habari kwenye gazeti lako ukurasa wa tatu. Eh, yatuma bilioni mia moja eh, mchakato kubadili maambukizi ya VVU, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele lakini askari magereza mbaroni akidaiwa kuua mpenzi. Askari e, magereza mbaroni akidaiwa kuua mpenzi, gazeti lako la habari leo, e, leo kwenye ukurasa wa mbele. Tume ya Jaji Chande yaanza kusaka kiini vurugu za Oktoba 29, lakini Rais Samia kukutana na wazee wa Dar es Salaam leo kulihutubia taifa. Rais e Samia kukutana na wazee wa Dar es Salaam leo kuhutubia taifa. Na dawa za ARV zinapatikana kwa asilimia mia moja nchini, huyo ni Lukuvi. E, dawa za ARV zinapatikana kwa asilimia mia nchini, Lukuvi anena. Hiyo ni habari kwenye gazeti laku la Mwanahabari, gazeti bora kabisa E, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukichana gazeti lako la Mwanahabari, tuangazie gazeti lako la Zanzibar leo, lijabari kubwa inaosema tutaendelea kufungua milango kwa wawekezaji. Huyo ni Dr Mwinyi asema tutaendelea kufungua milango kwa wawekezaji, lakini tume itafanya uchunguzi wa kina e, wa wazi jaji Chande asema, na Dr Mwinyi aishukuru India e, Dr Samia kulihutubia taifa leo tumeanzisha kushinda ukimwi ifikapo elfu mbili na thelathini. Huyo ni Hemedi e, atoa taarifa hiyo ikiwa e, ni siku ya ukimwi hiyo, e, ni gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele, pate nakale yako kwa habari kwa kina, na gazeti lako raia mzalendo, ukweli na uwazi, lenye linaanza na habari inaosema serikali ya watoa hofu waathirika wenye VVU e, ukimwi kuhusu kupatikana kwa dawa hizo, lakini rais Samia kuzungumza na wazee wa Dar es Salaam leo Rais Mwinyi aishukuru serikali ya India kwa misaada Zanzibar. Lakini jaji Chande, ya tume yangu ni huru. Huyo ni Jaji Chande asema ya tume yangu ni huru, asema haitafanya kazi kwa shinikizo la mtu yoyote. Lakini Dugange yaagiza Nemki kuimarisha udhibiti wa kelele chafuzi, na CBE yashika nafasi ya nane vyuo vikuu bora, na Alex Gesi aahidi kupanua mtandao wake. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo wa ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti la kura Tanzania leo linaandika CB kujenga kampasi mpya Kilimanjaro. Tume ya kuchunguza vurugu za Oktoba 29 yaingia kazini, itachukua siku tisini kukabidhi ripoti yake, vigogo kuhojiwa. Lakini Rais Dr. Samia kuhutubia taifa leo, spika afanya mazungumzo na naibu balozi wa Marekani nchini Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kura Tanzania leo ukurasa wa mbele na tukiangazia kwenye gazeti lako la Majira lenye linaandika macho na masikio yote kwa Rais Dr Samia leo, na polisi Mwanza waendesha msako maeneo ya mapango. E, polisi Mwanza waendesha msako maeneo ya mapango. Simu mkononi, janga linalotafuna maisha wa na ya Watanzania. Na tumeanza uchunguzi wa matukio ya vurugu Oktoba 29. Rais Mwinyi akaribisha wawekezaji e, kimataifa. Eh, Rais Mwinyi akaribisha wawekezaji kimataifa. Habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la majira ukurasa wa mbele. Na tukiachana gazeti la majira tuangazie kurasa za gazeti lako la uhuru asubuhi ya leo, ni naanza na habari inasema rais Dr. Mwinyi anadi fursa Zanzibar. TRA yatoa siku 30 kwa watu waliotelekeza otekil... wali bidhaa zao Forodhani, lakini kasi ya mawaziri ya waibua wasomi. Eh, tumeyataja mambo sita itakayofanyia kazi. Eh, hiyo ni tume ya jaji Chande. Lakini wazira eh, vijana msikubali kutumika kuvuruga amani. Rais Mwinyi kuzungumza na wazee Dar es Salam eh, kumradhi, Rais Samia kuzungumza na wazee wa eh, Dar es Salam leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru eh, ukurasa wa mbele. Na tukichana gazeti la Uhuru tuangazie gazeti lako la Jamvi la Habari lenye linaandika mwelekeo wa nchi hilo, eh, ni Jamvi la Habari na habari picha likiwa limemwonyesha Rais Samia Suluhu Hasani Hey, lakini habari inasema mwelekeo wa nchi uko mikononi mwake, lakini gazeti lako la Wamachinga lenye linaandika Dr Mwinyi aishukuru serikali ya India kwa misaada. Tume ya Jaji Chande kazini. Olex gesi ahidi miundombinu bora kwa Watanzania. Lakini Rais Samia kuhutubia taifa kupitia wazee wa Dar es Salaam. Askofu Dr Chilongani awataka waumini kushiriki maombi wa taifa hilo ni gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge, ukurasa wa, wa ukura mbele. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo linaandika tume huru ya vurugu za uchaguzi yaja na nguzo tano za uchunguzi. Lakini Dkt Samia kuunganisha kuliponya taifa leo. Rais Dkt Mwinyi akaribisha wawekezaji wa kimataifa Zanzibar. Hiyo nabariko, ni gazeti lako la Tanzania Leo ukurasa wa mbele. Pate nekele yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani asubuhi ya, ya leo. Tunaanza kuliangazia eh gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo linaandika, Benshika Yanga wanavuka makundi CAFCL. Huyo ni kocha wa zamani eh wa Simba Sports Club Benshika, asema Yanga wanavuka makundi, lakini Simba tunajipanga na ligi kuu. Hiyo eh ni habari kwenye gazeti la Machinga ni mchezo wa kuvuka kama kivutio. Shimuta Aisha Masaka anukia Hispania. Makao ashika ashinda ujumbe TPLB. Huyu ni Makao ashinda ujumbe TPLB, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga. Huku gazeti lako la Tanzania Leo kuna mchezo anaandika, Simba kupitisha fagio masta, wa kimataifa wawekwa mtegoni, kiboko ya Simba atajwa kuja Yanga. Hilo ni gazeti lako la Tanzania Leo ukurasa wa michezo lakini, kuna habari inayosema mashujaa Coastal Union hakuna mbabe, ikiwa e, ni mechi ya pili mfululizo e, kwa mashujaa kule uwanja wa nyumbani kutoa suluhu ya bila kufungana. Hilo ni gazeti la kula Tanzania leo, ukurasa wa michezo lakini kuna gazeti la kula jamvi la habari kule michezo linaandika gundu la Simba kupigwa limeanzia hapa, baada ya vipigo ibenge avunja ukimya Azam E, baada ya vipigo Ibenge avunja ukimya Azam. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika Pantevu ataja sababu za Simba kupoteza CAF CL na kibada ni mongela waishauri Simba. E, Bunda Queen yaipiga hesabu e, kali JKT Queen hao ni Bunda Queen yaipiga hesabu kali JKT Queen. Lakini Singida Black Stars ya geukia e, kwa Azam. Hilo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa michezo. Huko gazeti lako la Majira linaandika kocha Simba afunguka kichapo dhidi ya Stade Malien, akili wachezaji kucheza chini ya kiwango warejea. Lakini Tanzania yaambulia patupu waamuzi wa, wa Afcon Morocco. Hilo ni gazeti lako la majira kurasa wa michezo, huku gazeti lako la Mwanaspoti kwenye michezo inaandika aliye mpanzu kikangoni hawasoa watajwa, lakini Simba Yanga zarudi mzigoni, Simba Yanga zarudi mzigoni lakini Jobu tulieni mambo bado e. Lakini amurimu akiri kuiba ujuzi. Ilo ni gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa e, za michezo lakini gazeti lako la Mwanahabari kwenye michezo naandika Maxime KMC ni swala la muda kocha Yanga kuongeza dozi kwa nyota wake. Simba sasa hesabu vidoleni Mbeya City ya mtimua kocha mlalale hamsini. Kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kuna michezo inaandika waziri Pembe ahimiza usimamizi mzuri utamaduni wa Mzanzibari. KMK yaendelea kutaseka eh, ligi kuu. Pantevo washukuru wachezaji Simba. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa michezo, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la habari leo kuna michezo inaandika Pantevo wa wabogo kipigo tena Simba. Kocha Serengeti Boys yapania ubingwa Sekafa. Ilo ni gazeti lako la Habari Leo kurasa wa michezo pate na kale yako kwa habari eh, kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Habari Leo tuangazie ndani, eh, ya gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwenye kurasa za michezo, inaanza na habari inayosema Pantevu alalama wachezaji kucheza chini ya kiwango. Ilo ni gazeti lako la Nipashe. Huyo ni meneja wa Simba Sports Club, alalama wachezaji kucheza chini ya kiwango. E, amesema hivyo ndiyo sababu kubwa ya kupoteza mchezo dhidi ya Stade Malien, lakini mashabiki wamzawadia Djigui Diarra e, mashabiki wamzawadia Djigui Diarra e, kitita cha fedha e, kwa kufanya vizuri kwenye mechi ugenini. Hilo ni gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa e, za michezo pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti la kuna